Na huku zikiwa zimesalia siku chache kabla uchaguzi mdogo wa kiti cha ubunge cha Malava, baadhi ya viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wameendeleza kampeni kumpigia debe mgombea kiti hicho kwa tiketi ya UDA David Ndakwa. Wakizungumza katika maeneo wa ya Kabras Mashariki, viongozi hao wakiongozwa na Naibu Gavana wa Kakamega Ayub Savula, msaidizi wa Rais Faruki Bet na baadhi ya wa wabunge, wamewarahi viongozi ama wakazi kujitokeza kwa wingi mnamo tarehe 27 mwezi huu kumchagua David Ndakwa na... Mla? sio wote wanasoma, sisi tusimame na jirani yetu William Samoei. Ruto. Na tukisimama na William Samuel Ruto kumwonyesha heshima, ishara ya heshima, tumpatie mjumbe wa kwanza wa chama cha UDA hapa eh, kaunti ya Kakamega ndani siye, alete stima alete, alete barabara alete maji alete shule alete maendeleo. Mnataka maendeleo ama mnataka vitina? Wakina mama ni maendeleo sio maendeleo. Maendeleo. Ukiona mtu anapiga kura kwa upinzani inaenda kwa Kashagwa. Ukiona mtu anapiga kura kwa Ndakwa inaenda kwa William Samoi Ruto serikali. Wewe unataka kupigia Kashagwa kura? Wewe utafika Kirinyaka? Suko hizi ni hapa. Sijui hapa lo nyenye mnasemaje? Hapa lo nyenye mtarudisha Rais William Ruto. Yeah. Tutam. Ndafanya yeah, kazi vizuri na David Ndakwa. Alete maendeleo hapa Malava na mimi nawaambia, hao watu wale wengine wenzetu hawajapata kura, hawajapata uongozi, wameanza kuwa na kiburi. Hao watu mnawaambia washindwe ama wasishindwe? Malulu timu yake ilikuwa timu ya serikali. Ukireplace mchezaji, una replace na timu yenye ameto ametoka. Kwa hivyo hii timu ya serikali ndio nitakana, mchukue mjumbe, mrudisha aende kwa bu, kwa bunge. Taarifa nyingine zinaarifu kwamba